Mwenyezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakabali amali zetu sote insha allah. Tukiwa katika swala la kumi na moja ambalo kwamba linazuia dua kujibiwa, nalo ni swala la tawali adaillah, ni kuwatawalisha na kukubali maadui ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hii tawali na maana pana, lakini katika maana amba kwamba tunaweza itumia katika zama hizi ni kuwafanya marafiki maadui wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kuwafanya wawe ndo wa karibu wetu, na ndo kuwafanya wawe e, ndo wale ambao kwamba wanaotupatia nasaha, ni kuwafanya hawa maadui kuwa ni watu ambao kwamba watatupatia irshad, watatupatia mwongozo katika masala ya dini yetu ambayo kwamba hiyo itatuzamisha na itatupeleka pabaya sana. Sasa, miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinazuia dua kujibiwa ni hii sala la kumfanya adui ya Mwenyezi Mungu, yani kumpatia priority adui ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini tumetumia jina adui? Nafikiri tumeeleza nini maana ya kuwafanya marafiki au kuwatawalisha adui ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala ni yule ambaye kwamba huyo adui pia yeye anajijua kwamba ni adui kwa mwenyezi mungu ni mtu ambaye kwamba anajua hii ni ukafiri lakini anafanya ni mtu ambaye kwamba anakaidi maamrisho mwenyezi mungu wakati ambapo kwamba anajua ni lazima awe ni, mwenye, au, ni lazima awe ni mwenye kuyatekeleza yale ambayo kwamba amekuwa ni mwenye kuamrishwa na ni mtu ambaye kwamba anaenda kinyume na anaupiga vita Uislamu, anaupiga vita hukumu ya Mwenyezi Mungu wa komba, subhanahu wa taala, na ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala ameteremshia na Mtume wake pia. Naona kwamba tuna mtu ambaye kwamba anaitwa kafiri. Kafiri ni mtu ambaye kwamba anapigana vita na

lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, hawal waliokufuru miongoni mwa ahlil kitab awak waliokufur ni washirikina hatta ta'tiyahum albayyinah, mpaka iwajie nini bayin, mpaka iwajie nani? Ubainifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoleta ile ubainifu, atakapoleta amri Mtu akikaidi baada ya kuelezewa huyu anaitwa nani? Anaitwa kafiri. Sasa huyo adui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, inajuzu kumfanya kuwa rafiki, kumtawalisha katika mambo yetu sisi Waislamu, ama haijuzu? Ni kwamba tabaan haijuzu. Maana ya kwanza, yeye hajuzi ile sheria za Mwenyezi Mungu. Ya pili, yeye atakuwa yuko na hukumu nyingine katika Uislamu. Ya tatu, ni kwamba zile ahkamu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu zile ahkamu swiha hata kuwa nazo yaani, zile ahkamu ya kusihi baadhi ya mambo katika Uislamu, hata, hata, hata kuwa nazo. Kwa hivyo hiyo ni ya nukta ya tatu. Nukta ya nne, pia huyo adui Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba anapigana vita na Uislamu, anadidimisha kabisa Uislamu, anajaribu kwa vyovyote vile ku e, kuweza kuangamiza Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura tul Baqara anasema: Bismillahirrahmanirrahim wala yazalun, na bado hao maadui wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yazaluna yuqatilunakum, na bado hao maadui wa Mwenyezi Mungu anawapigeni na wanaweni, hata yarudukum, hadi waondoe na wawarudisheni nini, an dinikum, enistatao, awatoweni katika dini yenu Tatuao, ikiwa watakuwa ni wenye kufanya nini, ikiwa watakuwa ni wenye kuweza. Kwa hivyo nukta ya kwanza kabisa au nukta ya nne, ambayo kwamba tulikuwa tumesema ni kwamba adui wa Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba siku zote anajaribu usiku na mchana, yani kuangamiza zile sheria za Uislamu na pia kuangamiza Waislamu wenyewe kivyovote vile. Kwa hivyo eh, kuwafanya marafiki Adu, kuwafanya marafiki wale ambayo kwamba ni maadui za Mwenyezi Mungu ni vitu ambavyo kwamba vinakuwa ni vyenye kuzuia dua. Kwa nini? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewakasirikia, ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amewakasirikia, na wewe uwafanye kuwa ndo aulia, wewe uwafanye kuwa ni marafiki. Inamaanisha kwamba unapenda mtu ambaye kwamba anayemkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na natija yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukupenda. Ima ni uwe adui wa adui wa Mwenyezi Mungu, au ima ni uwe rafiki ya adui mungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima uchague uwe rafiki wa Allah, au uwe ni adui wa adui mungu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

Waliyoko pamoja naye ashiddau ala al-kuffar, ni wakali kabisa kwa makafiri, ni wakali kabisa kwa maadui wa mwenyezi Mungu. Lakini ruhamau bainahum, ni wale ambao kwamba wanaohurumiana baina yao kwa wao. Kwa hivyo nukta ya kwanza, nukta ya tano ambayo kwamba tulikuwa tumesema, afwan kwa zile nukta nne, nukta tano ni kwamba E, Mtume sallallahu alaihi wa sallam amba, kitu ambacho kwamba anachokichukia kwa hivyo hata wewe muislamu inafaa kukichukia, na kitu ambacho kwamba anachokipenda ni lazima sisi pia tuki, tuwe wenye kukipenda. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho kwamba pia inakuwa ni yenye kuvunja au kuzuia dua. Kitu kingine ambacho kwamba ndugu yangu muislamu ni muhimu sana, ni lazima tujue na tufahamu ni al-nifaq kuwa na unafik unafik pia inazuia dua kutojibiwa. Yaani unafik unafik ni ile kuwa na ni mtu kuwa na sura mbili, anakuwa na sura hii saa hizi, anakuwa na sura nyingine jioni saa hizi, ni muumini lakini atakaporudi kwa maibilisi wake na wenzake, anakuwa na sura nyingine ambayo, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika Quran ameikemea

ambao kwamba walisababisha wali madhara makubwa katika Uislamu katika vita vya Uhud na vita vingine. Hasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakemea ana wanasema innal munafiqu dhu wajhain, yaani munafik ni mtu ambaye kwamba yuko na sura mbili, na an-nifaqu an aswa min alkufr, munafik ni mbaya zaidi kuliko nini? Kuliko ukafiri kuliko ukafiri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, inna munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar, hakika hawa wanafiki wako katika tabaka ya chini kabisa eh, motoni. Eh, katika hadithi ya mwisho kuelezea uh, masala ya unafiki ni kwamba, na unafiki tumesema ni vitu ambavyo vinavyozuia ndio kujibiwa. Anasema uh, Imam Ridha <coughs>

Amewalaani hawa wanafik na darasa ya unafik na vitu kama hivyo, itakuwa ni yenye kuja sehemu yake. Hii ilikuwa tu ni kueleza um, swala ambalo kwamba linayozuia dua kujibiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie, min alladhina yastamiu qaula faytabiuna sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.